Zoezi la kuchukua na kurejesha fomu za kuwania nafasi za ubunge na udiwani katika majimbo ya Mbeya mjini na Uyole limeendelea tena hii leo ikiwa ni siku ya pili tangu chama cha mapinduzi CCM kitangaze mchakato wenye nia ya kuomba ridhaa ndani ya chama hicho wafanye hivyo. Leo ilikuwa ni zamu ya daktari wa mifugo Seria Sonyera kurejesha fomu yake baada ya kuichukua hapo jana, akitaja kulihitaji jimbo la Uyole, na amewaeleza wanahabari namna na anavyolifahamu jimbo hilo, lakini pia uzoefu wake wa kufanya kazi ndani na nje ya nchi utakavyosaidia kuharakisha maendeleo ya jimbo hilo. Kwa jina naitwa Dokta Seria Masole Shonyela, ni mtiania jimbo la Uyole na jana niichukua fomu kwa ajili ya kujaza kwa ajili ya kugombea ubunge wa jimbo la Uyole na leo nimefika kuirudisha fomu ya kugombea ubunge ni sahi la mimi kwa jimbo. Wengi wengi wataona ni jimbo jipya, lakini mimi sio jimbo jipya. Nimezaliwa katika jimbo la Uyole, nimekulia katika jimbo la Uyole, nimesoma nikiwa katika jimbo la Uyole. Kwa hiyo kwangu mimi sio jimbo jipya, nalijua vizuri jimbo na na wajua mahitaji ya wananchi, nazijua changamoto zao. Kwa hiyo kwangu sio jimbo jipya. Kwa hiyo najua lengo langu ni kwamba ni watimizie mahitaji yao, lakini pia niondoe changamoto zao. Nimejiandaa vizuri. Ah, naomba kinipokee kama mwanachama na kama mdau mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi, naomba kinipokee na kinipe nafasi hii, na nitatekeleza vizuri kabisa kwa katika Chama cha Mapinduzi. Nitafanya vizuri kama nilivyokuambia, mimi ni mzaliwa wa kwanza wa jimbo la Uyole, lakini pia ni mwanamke. Nimeona rais wetu anavyofanya vizuri kama mwanamke, kwa hiyo hata mimi naamini kama mwanamke nitafanya vizuri na pia uh, kutokana na, na jinsi nilivyoishi pale na jinsi nilivyozunguka duniani na mimi ninaweza nikafanya mabadiliko makubwa pale jimbo la Uyole. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama Kusaga TV.